Ilikuwa juzi tulipofika nyumbani hapa kwa Yohana Mathias na tulifanya mazungumzo naye, alikuwa katika hali mbaya ambayo mara baada ya kuchapisha habari ile uh, kuweza kuomba Watanzania waweze kumsaidia ili aweze kupata matibabu uh, baadhi ya wa Watanzania walijitokeza na kuna ambao walikwisha kuanza kutoa michango yao kwa ajili ya kumsaidia, lakini hata vile vile, uh, kutoka katika ofisi ya mbunge wa Mtumba, Mheshimiwa Anthony Mavunde, jana uh, alituelekeza sisi ili leo tuweze kufika hapa e, na gari ili tuweze kumchukua kuweza kumpeleka Benjamin Mkapa mgonjwa, lakini e, mipango ya Mungu, tukiwa katika e, safari za kuandaa gari, hatujaweza kumchukua mgonjwa kuweza kumpeleka katika hospitali ya Benjamin Mkapa, bahati mbaya, Mkapa Mkapa bahati mbaya tulipokea taarifa e, za kifo cha ja, e, Yohana Mathias ambaye ametotoka leo alfajiri ya saa kumi na mbili. Familia inazungumza uh, kile ambacho kimetokea dakika za mwisho za Mathias. Mimi ni George Emmanuel na hii ni ripoti kamili kutoka hapa msibani Nzuguni B jijini Dodoma. Alizidiwa kuanzia juzi akato alipozidiwa ka haongei, ndo hivyo tu. Alizidiwa tu gafula tu yani sema tumbo, kifua kina bana, yani ndo nani, kifua kasema kimebana, ndo maana aka nani, ka haongei, akafunga kauli moja kwa moja. Sahivi leo asubuhi kwenye saa moja ndo akafariki. Akimuuliza nini kinakuuma, hakuambia, nakuangalia macho tu. Mulinipigia simu jana, kanambia mheshimiwa anakuja, aje amchukua ampeleke hospitali. Bahati mbaya, ndo hivyo kapoteza maisha na hata hivyo tu kaniacha, ndo hivyo, hamna kitu chochote ndani Ana. na kaniacha na watoto hapa wenyewe tu nakaa nyumba ya shangazi yake, sio nyumba ya kwake. Nyumba ya kwake tuliuza kwa ajili ya kwenda kumuuguza yeye. Kwa hiyo hapa nilipo, sina hata nyumba yoyote ngine. Mwenyewe ndio nilikuwa namtegemea, ndo mkubwa, na ingaje naenda huko mijini naomba, lakini ka uko nyumbani na yeye anakusaidia sasa. Ndio hivyo alivyoumwa, haya, nikakosa jinsi ya kutafuta hela. Mimi na mke wake hapa tunahangaika basi ndo hivyo baba, nyumba aliuza, alikuwa na kiwanja pale alipojenga pale, akauza, kajihudumia, zikaisha. Tena akawa kaenda kukopa mkopo kule, mkopo mpaka leo wamemnyang'anya nyumba, wamezu, wamezuia kule, hamna hela za kutoa, mtu anaumwa. basi ndo ndon wakazuia nyumba ile, ilikuwa kidogo tu alikuwa amejenga pale kidogo kwenye hapo kwenye kiwanja alinunuaga wanja chile ndi ali ndi aliuza uza ali, lakini huduma ndo ile, ile tu na mimi nahangaika naleta lakini mgonjwa ndo ule ule ule. mpaka sasa hivi unavyoona.